Hata kama sikuwa nimepanga kurekodi video hii naye ni mahavu ku do it. Yes wadau, iko hivi ah, uh, tuliacha madam wetu akiwa amefanya nini? Amepewa story kuhusiana na mtoto wake venye alipotea. Now that sasa hapa imekuja wazi, kumbe mzae ndiye alifanya nini, mzae ndiye aliuza. Afisa George ndiye alifanya nini, aliuza mtoi wao Kumbe hata huyo mtoi si George si biological father. Wadau naambia kuna story mingi fiche, kuna story mingi fiche. Unajua guess, unajua nini sahi wadau, ule mtoto mwenye ambaye alifanya nini alipotea, aliuzwa kumbe madam alioleka na yeye. So hapa hivi iko hivi, madam anaambia uh, George, a uh, heri ungeniambia nirudishie baba yake mtoto kuliko kunifanyia hii madharau yote. Hey, manzee, ni nimehurumia huyu madamu nimemhurumia. Hata kama alikuwa kiburi, nimemhurumia madamu hata amezima, amezimia. Madam amezimia wadau, yani, ni ile stress. Ana imagine mtoto anajulikana, alipotea, kumbe mtoto ni kuuzwa, aliuzwa na kwanza mwenye anamuuza sio biological father. That shows hata upendo iko hapa ni fake, kumaanisha Afisa George ni poko. Nikisema poko, namaanisha ni malaya tu kwa sababu utadanganyaje mtu unampenda na mtoto wake alafu unaenda unauza mtoto wake? Si ungemwacha basi, heri hata uonyeshe mtoto madharau kuliko kujifanya unampenda na kumbe chini ya maji unamtenda vitu ambazo si si mzuri. So wadau, mambo imekuwa mingi, mambo imekuwa mingi ambayo si mzuri. Sasa hii mmeona venye Kachura ameingia wapi, ameingia kwa kwa mlango. Hii amechange sura, jua anajua huyu afisa Deno si mchezo. Anajua afisa Deno akipata nafasi naye anakuvamia. Afisa deno akipata nafasi naye yeye anakutaandika. Eh, afisa deno amefanya wa hao wase wanaongea wana muogopa. Mimi nilifikiria hata de... Godia naogopwa. Godia hata aogopwi, afisa deno ndiye anaogopwa. Kachura naogopa vita vita ya afisa deno aogopi, ya Kachura aogopi, ya nani? Ya Godi, afisa deno ni moto. One step, step mistake ukose kumjibu vita, ufanya makosa ukose kumjibu vita Eh, wadau, yani mimi nimeshangaa magaidi mpaka wameamua kuongea sasa. Yani hapa sio venye walikuwa wanaleta mchezo. Hapa si venye walikuwa wanaleta mchezo. <laughs> Niko hapa hivi. Naona ati Kachura amepatikana simu kwa nini? Yaani naona title hapa imewekwa hapa. Naona Kachura amepatikana simu kwa nini? Wadau waje likuambia gaidi mbaya. Sasa nilikuwa na imagine hiyo nyenye inasemekana Kachura anapatikana na simu kwa kwa Haga manze, nani alimwinsert? Nani alimwinsert? you guys guided ya hatari kubwa. Kachura ni hatari kubwa, msimuone hivi. Kachura taki ile wastage ya time yenye hawa wasi wan... Yani Kachura ni mnyama yani, unaona umseni hatari umseni waya ya umeme definitely Wewe wadau acha niwaambie. Mimi nimeona title ya saa nane hapa hivi. Nikajua ni kubaya. Ati Kachura amepatikana na nini? Simu kwa Haga jo. All along simu kumbe ni alipatiwa na polisi huko ana yani anatu, anachukua na itumia alafu anayo anairudisha kwa Haga manzi. E, e e na hiyo ni hiyo ni moto manzi. Hiyo naye ni noma. Kuanisha Kachura Kachura ni unstoppable. Hakuna kitu naweza mzuia. Mimi swali langu ni je, nani huwa anamwinsert? Nani huwa anamwinsert? Ama ni yeye. Na nataka, nataka kujua ni smartphone ama ni simu ya button. Unaweza pata, unaweza pata ni tablet, ni simu tablet. Tablet ni zile zinatoshana hivi ni tab. Unaweza pata ni tab. Inatoshana hivi na na ameiseti manzi kwa Haga. Najua damu unaweza bishana na na ikuwe ni ukweli. Juu lazima ana coordinator anatumiwa picha ya yeah. Inaweza kuwa ni smartphone we never know, inaweza kuwa ni smartphone wadau, eh hey, lakini historia ya Kachura nayo imekuwa was eh hey, yani mpaka afisa George ameona kuliko hii maneno yote, wacha nifanye nini, wacha nitoboe siri, hata mimi sitaangukiwa peke yangu. Akasema yeye ya ndiye anapatianga Kachura simu, akasema jo, Kachura akona nini, akona tenje manzi Yani, Kachura, Kachura wadau, mazee, mi nawaambia tu, yani saa hii imekuwa moto. Kachura haizi epa tena, Kachura haizi epa tena azini, Kachura, Kachura sasa ndio master wao. Unafikiria mse kuseti simu kwa Haga ni mchezo mzito? Ebu kama msekika ukiwa na choo inakuaga hebu imagine ms, ms, ms mtu ana siti tinje kwa Haga, manze tinje kwa Haga wewe, mse nini haizi kufanyia? Yani sisi tuna tuna tuna treasure sana mwili venye tuliumbwa na Mwenyezi Mungu, kumbe mwingine anaitumia kama mfuko. Wadau wao mnataka kujifanya mjona, hii hii title ya saa nane. Aa, tuongea tu kweli, amjona hii title ya saa nane na ndio naulizaji sisi, kuna vitu hatuwezi kubali kufanya. Kumbe msee anatumia body parts kama kwanza, internal body, body part kama mfuko manzee. Sasa halafu upate kwanza, simu yenyewe ni ya type C, ni yani, simu kubwa ya type C, simu imenona both sides, alafu upate msee anatembea ajako comfortable. Wadau, Kachura anashangaza sana. Kachura anashangaza wadau, hiyo nayo. Mimi naweza sema Kachura ni mshangazi, ni mshangazi zaidi. Hii maneno ya Kachura definitely iko na another level. Huyu ni gaidi kabisa. Kumbe ile story ya wase wajera, ati wanaekanga simu, wana settingi simu kwa haga na madai inakuanga true. Mimi sikuwa ijua, nilikuwa nafikiria tu ni watu wanaongenga, kumbe ni ukweli. We, we, we, we, wadau, wadau, wadau wacha tuseme, wacha tungoje ah, tu tuone, kwa sababu for now mimi siwezi ongea mingi kwa sababu hiyo story imenishangaza. Madamu amefaint, ameamka. Unafikiri madamu kuna upendo anaweza penda huyu mwanaume tena George? Kuna siku ataipenda George tena. Trust isha haribika. Yes. Hapa hakuna trust tena. George, sasa hakuna trust tena kwako. Yaani story yako imeisha tu hivyo kwa huyu madam. Utachukuaje mtoto mwenye ujamzalisha uende muuze? Hata angekuwa ni wako, mtoto ifai auuzwe? Ah, George na hapo umechoma picha manzi. Eh, George, hapo leo umechoma picha hapo hapo, hujafanya fiti manzi. Hapo George, nani imekuwekea X It's a no. Vitu zingine hata yani, mtoto unajua hata mwanamke anafikiria just because maybe we see biological father, that's why unafanya nini, umemuzi, umeuza mtoto wake. Naona wase wana we wadau, mimi mimi siwezi taka tuongee mingi, siwezi taka tuongee mingi, but Kachura ni gaidi on another level, si magaidi hivi hivi ni mnasemanga ati akina nani chorea ati akina but nani ako on another level, Kachura ako on another level. Hiyo naye wadau, mkubaliana na mimi. Kachura ni mtu anapigwa vita, anavumilia mambo mengi yani umsee, hiyo muda wote amekuwa akishandwa hizo mabare, kumbe amekuwa ameseti simu kwa Haga na inaweza kuwa hii simu ndio inatumika kama tracking device. Sisi tuko hapo tunafikiria kila kitu kwa sawa, kumbe tracking device inafanya kazi Kumbe wana, wana tutrack through manze strange yenye imesetio kwa Haga na Kachura manze eh, e, e, e, hiyo nayo wadau. <laughs> Hiyo nayo mimi imenishangaza, tukuonge ukweli mimi, hiyo nayo imenishangaza wadau we Mimi si nasewa wadau, nimeshangaa tu, yani, kivyangu personally nimeshangaa. Lakini the thing is Kachura amepatikana nini na simu. Hiyo simu ndiyo ilikuwa inatufanyia setup. Kumbe communication ilikuwa inaendelea. Afande George ametoboa siri. Na tukajua, mambo mabaya tuko tunajua. Mimi wadau hata mkiniona hivi, yani nimeshangaa. Naweza cheka kucheka na cheka, lakini nimeshangaa. We waja tu wadau, tufanye hivyo wadau. Hebu kama uja subscribe, hebu tu subscribe. Like the video na make sure you comment pia. Waja tupatane hiyo masaa ya saa nane mwanzee. Mi imenishangaza tu. We wadau, mi nimeshangaa tu ehe, iko hivyo hivyo tu, tuonane masaa ya saa nane.